Kwa miaka mingi mawasiliano kati ya eneo la Kigongo wilayani Misungwi na Busisi wilayani Sengerema mkoani Mwanza yamekuwa yakitegemea sana njia hii. Takriban watu elfu kumi na tatu hutumia huduma hii ya vivuko kila siku kuvuka sehemu hii ya ziwa Victoria. Ashura ameifanya kazi hii kwa miaka nane sasa, kazi inayomhitaji kila uchao kutoka upande mmoja wa ziwa hadi mwingine. Naenda kuchukua kama mlaga, nachukulia kule Busisi, naleta Kigongo feri huku kwa ajili ya kuuza. Naweza nikamaliza hata masaa matatu kwa wastani, Kigongo, kongambo, kwa sababu unaweza ukafika Kigongo ukakuta feli iko mng'ambo upande wa pili. Kwa hiyo ukikuta feri iko mng'ambo upande wa pili, inabidi usubiri, na inategemeana na je, vivuko vyote vinafanya kazi au la? Hasha, unaweza ukakuta kivuko kimoja kinafanya kazi, kingine hakifanyi kazi, kwa hiyo inabidi usubiri huchukua wastani wa dakika 30 hadi 40 kwa kivuko kufika ng'ambo ya pili ya ziwa. Lakini Ashura anasema hii ni pale unapokuwa na bahati. Kama kuna siku moja tulipanda tukafika kule upande wa pili kivuko anachenye kikaharibika. Huku cha upande wako kimeharibika na upande wa kule wa pili kimeharibika. Kwa hiyo kabili tusubiri. Kwa hasa nilikaa kwa muda mrefu mpaka nilijua kufika upande wako nikakuta samaki zimesha haribika. Kwa sababu sikuwa na barafu, sikuwa na nini. Kukosekana kwa miundombinu imara kunashusha pato la nchi za Afrika kwa wastani wa asilimia mbili na kuongeza gharama za usafirishaji kwa hadi asilimia arobaini. Tutaendelea kukuza miundombinu ya usafiri na usafirishaji tukiwa na lengo la kuzitumia vyema fursa za kibiashara kupitia itifaki mbalimbali mbali, kama vile itifaki ya Afrika Mashariki, biashara huru Afrika Mashariki, uh, SADC lakini pia eneo huru la biashara la Afrika na kadhalika. Hadithi kama za Ashura ziliasisi ujenzi wa daraja litakalounganisha wilaya hizi mbili, kazi iliyoanza mwezi Februari mwaka 2020, daraja la John Magufuli. Inakadiriwa takriban magari 800 huvuka katika eneo hili kila siku. Usanifu wa daraja hili lililogharimu zaidi ya shilingi bilioni 700 za kitanzania umezingatia mahitaji ya kuanzia wajasiriamali wadogo kama Ashura hadi wasafirishaji wakubwa wa, wa bidhaa za kilimo na za viwandani, likiakisi fahari na utambulisho wa Mtanzania. Daraja hili linao uwezo wa kubeba tani takriban tani mia moja na sitini, e, kutoka spani moja kwenda spani nyingine. Hiyo ina maana uzito huo unawezesha malori makubwa yanayobeba mizigo mikubwa. Unajua, ukanda wetu huu ni ukanda ambao e, tuna zao la pamba E, tuna mazao misitu kwenye upande wa Buchosa kule ambao e, na mazao tuna migodi tuna ya Nyanzaga, tunaamini itapita magari yamebeba mitambo mizito. Kwa hiyo daraja hili lina uwezo wa kuhimili kubeba e, takriban tani mia moja na sitini kwa kila span, ambapo na uwezo wa kupitisha gari e, takriban sitini na saba e, kama zitajipanga kwenye kila span zinazo zikapita na zisiwe na madhara yoyote katika daraja. Kutokana na faida zake, daraja hili lilisubiriwa kwa hamu na wakazi wa eneo hili la kanda ya Ziwa, na kukamilika kwake kunamfanya rais Dr. Samia Suluhu Hassan kusimama kama nyota aliyeubadili mchezo. Mabadiliko haya yana maana kubwa, si tu kwa Shura, mchuuzi wa Sabaki, bali pia kwa Shaban, dereva wa lori, ambaye kila dakika inayozidi safarini inamaanisha kiasi fulani cha fedha kinachopotea. Najua daraja litamrahisishia dereva muda, ambaye atakuwa kachoka, atakaa akae hapa, ashinde hapa. Akitumia daraja anafika nyumbani, anapaki gari, au anafika hata sheli anapaki gari, anaenda kupumzika, asubuhi anaendelea na kazi zingine. Likiwa na urefu wa kilomita tatu na upana wa zaidi ya mita ishirini na nane, daraja hili ndio refu zaidi katika eneo la Afrika Mashariki na Kati na la sita barani Afrika likitarajiwa kuchochea biashara si tu ndani ya eneo la kanda ya ziwa bali hata kuiunganisha Tanzania na nchi jirani kibiashara. Mkongo ambaye wamejaa wengi sana hapa Mwanza wanafanya biashara, wanatumia kwenda njia hii hapa kwa rahisi sana kwenda nyumbani kwao. Warundi tumewarahisishia sana, Wanyarwanda tumewarahisishia sana. Na ndiyo maana anasema hii ni ukiiangalia maanake ni integration ya nchi kadhaa. Sisi tumeimarisha mtangamano wa Afrika ya Mashariki kwa kwa daraja hili pia vile vile. Kwa kupitia kivuko inamgharimu ashura takriban saa moja na nusu kwa nauli ya hadi zaidi ya shilingi elfu kumi kufika Mulaga, eneo anakochukua samaki. Sasa itamhitaji dakika tatu tu kuvuka ziwa. Sasa hivi una uwezo wa kurudia mzigo hata mara tatu kwa sababu utaenda utauza mzigo utaisha utaenda tena utarudi, maana ule, kuliko ile zamani uko unasubiri. Wapo ambao kwao daraja hili linamaanisha kutanuka kwa wigo wa fursa na kuzikaribisha fursa mpya, kupata abiria y kutokea hapa kwenda Msalala, sehemu za, za nje kidogo ambazo zinatusababisha tu tuvukie kwenye daraja, ambapo zamani tulikuwa tupate nafasi ya kuvukia darajani kwenda upande mwingine, kipato chetu kikuwa ni kigumu sana sababu usumbufu wa feri abiria ukuwa naona kucheleweshwa. Feri kama hivi unafika, unakaa, lazima abiria muwezi kuwapata kiurahisi. Hata kama na basikeli nitapita, nina bodaboda nitapita, kwa sababu mapato yataongezeka. Ile nauli inayoitoa hapa kwa kila wakati kuvuka kusubiria hapa, ningekuwa nimeingia nimechukua mzigo na nimewahi kazini kwangu. Asante. Mwaka 2021 wakati akiingia madarakani moja kati ya ahadi zake rais dkt. Samia Suluhu Hassan ilikuwa ni kukamilisha ujenzi wa daraja hili ambalo limesanifiwa kudumu kwa miaka mia moja bila ukarabati. Miaka minne baadaye, kazi imekamilika, lakini kwa ashura na watumiaji wengine lipo jukumu la kulitumia kwa usahihi na kulitunza daraja.